Tuliangalia teacher. Teacher right, right, uh, haya maneno yanatokanao b b, uh, ili neno b lina nyakati nyakati tatu ina na past and so kwenye present kuna, kuna were was and were pia tuliangalia maneno yana maana tatu na zaidi lakini kutokana na level yetu tulisema tutaangalia kwa maana maana hizi mbili maana ya kwanza ilikuwa maana ya pili ilikuwepo right today tunakwenda kujifunza jinsi ya kusema ilikuwa nilikuwa mzoefu nilikuwa daktari alikuwa uh, uh, bosi wetu ilikuwa ni ngumu yalikuwa maswali mengi Swali lilikuwa gumu. Unataka so kujua jinsi ya kusema ilikuwa. Matumizi ya neno haya kwa kawaida, kwa kawaida huwa yanatumika katika wakati uliopita, right? Passive form, mfumo wa maelezo, right? Today tunakwenda kujifunza jinsi ya kusema ilikuwa. Haya maneno huwa yanaleta maana So kama unataka kufahamu jinsi ya kusema ilikuwa katika lugha ya Kiingereza, this one is statement form. Huu ni mfumo wa maelezo tutakuwa na kuangalia jinsi ya kusema ilikuwa, kilikuwa, walikuwa right, and this one is how to be requesting. Jinsi ya kuuliza maswali, je, alikuwa, je, kilikuwa, je, walikuwa, nilikuwa mzoefu Je, ulikuwa mzoefu? Alikuwa daktari, je, alikuwa daktari? Lilikuwa swali la mwisho, je, lilikuwa swali la mwisho? So kama unataka kujua jinsi ya kusema ilikuwa, nilikuwa, yoze this way I he she and it, we use it with the word was. Matumizi sasa ya was and were, I he she and it tunatumia neno was. You we, and they we use with the word were. Right, lakini leo tunaangalia jinsi ya kusema ilikuwa, ili ilete maana: ilikuwa, nilikuwa, kilikuwa. Kumbuka haya maneno yanaleta maana zaidi ya tatu. So ili lete maana ilikuwa, kwa kuwa somo letu leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kusema ilikuwa, ili ilete maana, jinsi ya kusema ilikuwa. So hapa mbele ndiyo inaleta maana halisi jinsi ya kusema ilikuwa. Hakikisha mbele umeweka noun or adjective. Noun ni jina, adjective ni sifa. Ni neno ambalo linasifia jina. Good nzuri, beautiful asonayo ni nzuri. Long ndefu, sick gonjwa. So, kisha umeweka adjective or noun. Jina ni majina ya kawaida. Jina la mtu au la kitu ukiweka mbele itakuwa ina maana ilikuwa. Right. Driver, teacher, manager, hayo ni majina. Ukiweka okay hapo itakuwa ina maana ilikuwa. Example, I mimi. I was a doctor, nilikuwa daktari. She was my friend, alikuwa rafiki yangu. He was sick, alikuwa ni mgonjwa. Right. You and they, we, you we use with the word were. You were late, late ni adjective yenye kuchelewa. You were late. Ulichelewa, Ulichelewa. they were many, walikuwa wengi. were in the class. They were many in the class. walikuwa wengi darasani. So hivi ndivyo jinsi ya kusema ilikuwa, nilikuwa katika lugha ya Kiingereza. So tunaanza na personal pronouns or noun, unaweza kuanza na jina au kiwakilishi. Hivi vinasimama badala ya jina, they stand instead of noun. Ikikaa kiwakilishi jina, jina alifanya kazi alikaa jina kiwakilishi, akifanya kazi. Mfano, Asha was my friend. Asha was, Asha alikuwa my friend, rafiki yangu right? Amina was a doctor. Amina alikuwa daktari. Don't say Amina, she was a doctor. That's a mistake. Uh, personal pronouns, they stand in for noun. So, viwakilishi inasimama badala ya jina. Hakikisha umeweka jina au kiwakilishi. Hakikisha unafuata kanuni he, she, it was, you and they were, mbele adjective au noun. Ukiweka neno aina lingine inakuwa inaleta maana ingine pengine isilete tamaa. This one is how to be the question. Mfumo wa kutengeneza maswali kama unataka kuuliza swali, je, ulikuwa daktari? Je, lilikuwa ni ngumu? Je, mtihani ulikuwa mgumu? Right. You see, this way, I, she na it you start with the word was; you and they, we start with the word were. Right, was I, was he, was she, was it. These are personal pronouns, they stand instead of noun. Was inasimama badala ya majina naweza ukasema pia was Amina, was Juma, was John, right. Right. were you and Asha, je wewe na Asha mlikuwa? So hii ilete maana, ilikuwa hakikisha mbele unaweka noun or adjective. Was I a doctor? Je nilikuwa daktari? Were you? You. Were you my friend? Je ulikuwa rafiki yangu? Was it the last question? Je lilikuwa ni swali la mwisho? So hivyo ndivyo jinsi ya kutengeneza maelezo na kuuliza maswali. Nilikuwa, je ulikuwa? Hakikisha unafata kanuni. Hakikisha unafata kanuni. Ukienda nje ya kanuni, nje ya maelekezo, unatoka nje ya maana, utakuwa unatengeneza kiingereza chako, pengine utakuwa unaongea vitu ambavyo havinafanania na Kiingereza. So now let's look examples. Number one, the examples were few in yesterday's lesson. Mifano ilikuwa michache katika somo la jana. Few ni chache. So the example, mifano, were few. A ilikuwa, so, ilikuwa michache katika somo la jana. Ilikuwa michache katika somo la jana. The answers, yes, they were, ndio ilikuwa ni michache. No, they were not, hapana haikuwa ni michache. The was it, were you, were we, were they few right. We answer, yes I was. Yes she was. was yes it was. Were you students? Yes I was, ndio nilikuwa mwanafunzi. Were they students? Yes they were, ndio walikuwa wanafunzi kama hapana. No, I was not, tongeza not. No, I was not, hapana sikuwa mwanafunzi. No, she was not, hapana hakuwa mwanafunzi. No, they were not. Hapana, hawakuwa wanafunzi. So hivyo ndivyo jinsi ya kupata majibu. Majibu kwa Kiingereza siku zote yanakuwa kwa ufupi. lesson lesson we we right So more examples. Number two, the last one my opinion was fantastic to everyone. My opinion was fantastic, anazo yangu alikuwa ni bora sana to everyone, kwa kila mtu fantastic ni adjective, kama tulivyosema, unachiona na our adjective pale mbele itakuwa naleta maana ilikuwa katika somo letu Question. Was your father a teacher at this school? Je, babako alikuwa mwalimu, alikuwa mwalimu. Was your father a teacher at this school? Je, babako alikuwa mwalimu katika shule hii? Yes, he was. Ndio, alikuwa wa ni mwalimu. No, he was not. Hapana, hakuwa ni mwalimu. That's so today, this is how we say, this is how we write and this is how we speak. Practice, you know how to speak and write. Tumejifunza jinsi ya kusema alikuwa, alikuwa kilikuwa katika mfumo wa maelezo na maswali, jinsi ya kuuliza maswali. Pia tumejifunza mfumo wa kutengeneza wa kujibu. Majibu ya kueleza siku zote na kwa ufupi. So, fanyia mazoezi ili uweze kuwa mzuri katika kuandika na kuzungumza. That's for today. The next lesson will be negative form, mfumo wa kukataa au wa kukanusha, jinsi ya kusema sikuwa mwanafunzi, sikuwa mzoefu, sikuwa um, daktari, hakuwa, halikuwa gumu, right? So don't miss that lesson. Thanks a lot for being